Kwenye top ten leo tutaangalia majengo kumi marefu zaidi Afrika kwa sasa. Kabla hatujaanza ni vizuri ukasubscribe ili uwe mwanafamilia wa channel yetu. Asante kwa kuwa mwanafamilia, sasa tunaendelea. Ni idadi ndogo tu ya miji mikuu ya kifedha na kibiashara iliyojivunia mandhari kubwa kama vile Cairo, Johannesburg, Lagos na Nairobi. Hata hivyo kutokea miaka ya elfu mbili majumba marefu yamejengwa katika miji mingine mingi ya Afrika kulingana na mtandao wa Wikipedia, video hii inaorodhesha majengo kumi marefu zaidi katika bara la Afrika. Namba moja ni The Iconic Tower. Hili ni jengo refu lenye matumizi mchanganyiko katika mji mkuu mpya wa utawala wa Misri, likiwa na urefu wa mita 400 futi 1300, ndilo jengo refu zaidi barani Afrika. Jengo hilo lina gorofa 77, nyingi zikiwa za matumizi ya ofisi. Namba 2 ni jengo linaloitwa Jamaa El Jaza, unaojulikana kama msikiti mkuu wa Algiers. Ulifunguliwa mwezi Aprili 2019 ukiwa na mnara mrefu zaidi ulimwenguni wenye mita 265. Msikiti huo ni wa tatu kwa ukubwa duniani baada ya msikiti mkuu wa Maka na Almasjid Annabawi wa Madina huko Saudi Arabia. Msikiti huo una jumba la maombi salat lenye ukubwa wa mita za mraba elfu ishirini na mbili. Ni jengo linaloweza kutumika na takriban waumini elfu mia moja na ishirini. Namba tatu ni jengo linaitwa Mohammed wa sita lina ghorofa hamsini na tano na urefu wa mita mia mbili na hamsini futi mia nane na ishirini na katika jiji la Sal linalopakana na Rabat, mji mkuu wa Moroko. Ni jengo refu zaidi nchini Moroko na la tatu kwa urefu barani Afrika. Ni mradi wa mfanyabiashara wa Morocco Othman Benjelon na kuongozwa na kampuni ya Otawa. Namba nne ni jengo linaitwa Leonardo Santone, ni jengo lenye gorofa 55 lenye matumizi tofauti huko Santon, Johannesburg, Afrika Kusini. Jengo hilo ambalo ni la nne kwa urefu barani Afrika ndilo refu zaidi Afrika Kusini na kusini mwa jangwa la Sahara. Lina urefu wa mita 234 ikiwa ni sawa na futi 768. Jengo hilo limejengwa katika mtaa wa 75 Maude takriban mita mia moja kutoka soko la hisa la Johannesburg. Namba tano inashikiliwa na jengo linaitwa Carlton Center, ni jengo lenye gorofa hamsini na kituo cha ununuzi kilicho jiji la Johannesburg Afrika Kusini likiwa na urefu wa mita 223 sawa na futi 732 limekuwa jengo refu zaidi barani Afrika kwa miaka 46 tangu kukamilika kwake mwaka wa 1973. Namba sita inashikiliwa na jengo linaitwa Msikiti wa Hassan wa Pili. Ni msikiti uliopo Casablanca, Morocco. Ni msikiti wa pili kwa ukubwa barani Afrika na ni wa kumi na nne kwa ukubwa duniani mnara wake ni mnara wa pili kwa urefu duniani ukiwa na mita 210 sawa na futi 689. Ulikamilishwa mnamo mwaka 1993 chini ya mwongozo wa Mfalme Hassan wa pili. Jengo hilo lina ghorofa sitini. Namba 7 inashikiliwa na jengo ambalo ni makao makuu ya benki ya biashara ya Ethiopia. Ni jengo refu zaidi mjini Addis Ababa, lilikamilika tarehe 13 Februari 2022 na kuwa jengo refu zaidi nchini Ethiopia, likiwa na urefu wa mita 206 na gorofa 46. Linatumika kama makao makuu ya benki ya biashara ya Ethiopia, pia ni jengo refu zaidi katika Afrika Mashariki. Namba 8 ni jengo linaitwa Britam Tower. Ni jengo la kibiashara jijini Nairobi linalomilikiwa na British American Investments Company, Britam. Jengo hilo ambalo ndilo refu zaidi nchini Kenya, lina urefu wa mita 195 sawa na futi 640 kutoka ardhini likiwa na ghorofa 32. Na namba 9 inashikiliwa na jengo linaitwa Global Trade Center au GTC Office Tower. Ndio refu zaidi kati ya majengo ya Global Trade Center jijini Nairobi yanayomilikiwa na GTC Industry Ltd. Jengo hilo lina urefu wa mita 184 na ghorofa 42. Namba kumi inashikiliwa na jengo linaitwa Ponte City. Ni jengo lililopo katika wilaya ya Berea ya Johannesburg, Afrika Kusini, karibu tu na Hillbrow ilijengwa mwaka 1975 na, na lina urefu wa mita 173 na ghorofa 55. Limekuwa jengo refu zaidi la makazi barani Afrika kwa miaka 48 hadi lilipopitwa mwaka 2023 na, na jengo la D01 katika mji mkuu Misri. Hayo ndiyo majengo marefu zaidi barani Afrika kwa mwaka 2025. Asante kwa kutazama video hii. Usisahau kusubscribe channel yetu. Je, ungependa tutengeneze video kuhusu jambo gani? Tafadhali andika maoni yako.